Na miongoni mwa hivyo ni mechi ya ligi kuu ya NBC katika uwanja wa KMC Complex. Hapa ndipo ambapo yalipokuwa makazi ya Kino Boys, KMC Football Club, kikosi cha KMC kikiwa kina mabadiliko kadhaa ikiwemo kwenda nje kwa baadhi ya wa wachezaji ikiwemo mlinda mlango Ismail Ali Ibrahim. Elsmao pia hayupo kikosini kama ilivyokuwa kwa Shaban Chilunda, kama ilivyokuwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kikosi chao pia kina mabadiliko kadhaa ikiwemo kwenda nje kwa Mohamed Hussein Shamu Karapwe Elimpanzu na Lionel Ateba Msuya. Karibu sana katika dakika 45 za kwanza za mchezo wa ligi kuu ya NBC, uwanja wa KMC Complex. Ukimshuhudia kwa mara nyingine tena, amempa kazi ya kuifanya na ameifanya ipasavyo, amewekewa Rashid Mohamed Chambo hakuna tofauti na kile ambacho alikifanya Jafari Salum kibaya, Mei pili katika uwanja huu wa KMC Complex dhidi ya Simba angalia alivyofanya Rashid Mohamed Chambo upande ule ule, goli la kutangulia unapata KMC, na si goli tu, ni goli moja maridadi mno, kutoka kwa Rashid Mohamed

imengi cha magoli waliwekeana kama sikususiana Kibu Dennis na Bude Mutale, kabla ya mpira kumkuta muuaji Steven Dese Mukwala. Steven Dese Mukwala akafuta machozi kwa wekundu wa Msimbazi Simba, na akawapa moyo na kuwaonesha njia wa wapi zilipo alama tatu, na akaenda akaruka somersault. Amewekewa tena Mutale lakini ndio kinaonekana kinawaka, amekuwa na kiwango kizuri kwenye michezo ambayo anapata nafasi ya kucheza hivi karibuni. Atakuwa na bahati kama ameikosa hiyo bahati ya kutonyeshwa kadi ya njano ameonyeshwa kadi ya njano kiungo Baliko Hans Anyimike, kwa kumchezea ndivyo sivyo Joshua Pudo Mutale kwa kuwa mchezaji wa KMC aliyeonyeshwa kadi ya njano dakika ya 33, Rashid Mohamed cha... alimkwatua Shomari Kapombe, ile mpira uchezo kwa dakika 90. Lansona, mpira mzuri, flick header, Chambo. Tena nafasi nyingine kwa KMC, tunakwenda nje, ni goal kick. Alikwenda katika eneo la kushambulia Juma Ramadhani Shemfuni, mlinzi wa kati ambaye kwenye mpira wa kutenga alijikuta katika eneo la kushambulia, na mpira ule ambao ulichezwa na Rashid Chambo ukamkuta, ila mguu wake kushoto haukuweza kulenga lango. Jean ahoa kwa Shomari Kapombe, Shomari Kapombe umepita ule mpira, na anauondosha Lanso Jean Charles ahoa ameukata mpira kwa kibu Dennis Mukwala. Goal kick. Steven Dese Mukwala kibu Dennis Prosper. Hapa ndipo ambapo Mutale ameutaka ameuscrini mpira ameondoka na mahali Joshua Mutale kibu Dennis, Mukwala ni kona ambaye ni Abdulrazak Muhammad Hamza, kadi ya jana, baada ya kumchezea ndivyo sivyo Rashid Muhammad Chambo. What a promising attack. Rashid Chambo. Mashabiki wa Simba wameshuhudia na kushangilia goli moja ambalo limefungwa kipindi cha kwanza na lilikuwa ni goli la kusawazisha la Steven Dese Mukwala, lakini wameshuhudia nafasi kadhaa zikikoswa kutoka kwa Steven Dese Mukwala ambaye pengine angekuwa na hat-trick. Ameingia uwanjani miongoni mwa mabadiliko ambayo yamefanyika kipindi hiki cha pili, yatazaa nini kwa wekundu wa Msimbazi? Ni maswali ambayo yatajibiwa katika dakika 45 zilizosalia.

Hakutaka kumpa mtu lawama, alichokifanya ni kuwafurahisha wanasimba kwa kuandikia goli la pili. Water skill and water finish, Steven Dese Mukwala! KMC goma. Abdurazak Hamza alitaka kuwashangaza watu hapa, Abdurazak Muhammad Hamza ni mfupi ambaye alitaka kujipa kazi ya ukwezi, mlinzi ambaye alitaka kufunga miongoni mwa magoli mazuri, kama lingefungwa hili lingekuwa ni miongoni mwa magoli mazuri kwa kufungwa katika ligi kuu ya NBC. Inshallah mpramwa no, kwenda nje, anafahamika ni hatari katika mipira ya kutenga. Jeanshalahua mchezaji ambaye goli lake pekee alilofunga limepeleka Simba katika hatua ya fainali anaudaka musa pin, pin kamara wa machejo na madaha, lakini vyote vinakamilisha kazi ambayo wameifanya wekundu wa Msimbazi. Simba kuzisaka alama tatu muhimu, alama tatu ambazo zinaofanya wafikishi alama sitini na tisa. Alama moja nyuma ya young Africans kureke uwanja wa KMC complex full time. Mimi ni alwatan ramadhan Goda. KMC moja